Good morning. Good morning. Tumeamka leo asubuhi tanda chenu kama hivyo. <laughs> Huyo mtu mmoja tu amelala hapo po. Ingekuwa watu wawili, sijui ingekuwaje, shaghla baghla. Good morning neighborhood, za asubuhi za asubuhi bwana. Nimeamka jana, niliacha chakula changu sikukimaliza, maona sikumaliza, lakini bahati mbaya nilichogundua kwenye hii hichi chumba hawana microwave, kwa hiyo nataka ni kile leo, lakini hawana microwave so sijui napashaje chakula lakini no anyway. Na mpango wa kwenda downstairs kwenda chini. Uh, wameniambia kutakuwa kuna breakfast. Of course they supposed to have a breakfast, wanatakiwa wawe na breakfast kwa sababu siwezi so, ngalipia dola 150 alafu hamna breakfast. Kwa hiyo wameniambia kuna uh, breakfast au chai. Uh, sionyata breakfast so nataka nende downstairs hivi sasa. Ni saa mbili mm, na dakika kumi na saba asubuhi, so wacha niende downstairs nikaangalie kama wana breakfast. Pia nimeoga already took shower. Yeah, shaoga nimeoga na uzuri nimeshukuru wana hii lotion, kwa sababu sina chochote kwa ajili ya ngozi yangu, mara nyingi niki uh, na nikiwa nyumbani, of course, nakuwa nipo katika comfort zone yangu na na lotion na mafuta ya nywele, ah, na mafuta ya nywele. Mimi sikuwa na mpango wa kulala uh, Jacksonville, so kama nimeshtukiza, nimejishtukiza mwenyewe, so angalau ana lotion, nimeweza ku kupaka uh, ngozi yangu angalau, so sionekani kama zombie <laughs> angalau ana lotion, angalia imes maji kama utaona hapo maji, na nimefunga mlango, ulikuwa naoga, lakini bado maji yametapakaa. Sio mbaya, we just took shower. Mataulo mawili nishachafua, yeah, they will take care of that. Wacha twende downstairs tukaangalie mpango wa kuliweka tumbo sa, tumbo letu sawa, alafu tufanye mpango wa kuondoka. Oh ya kuforget Kabla sijasahau, funguo hii ndio funguo, unaweza <laughs> uka, uka, uka, lala nje kama umesahau funguo. Amna of course, unaweza kwenda kwenye uh, um, check-in, front desk wakakupa funguo alternative, njia ya kufungua mlango so yeah. Huku huku wana nini, sijui nichungulie upande wa huku. Naona kuna kizirisha kile, sijui nikaangalie wana nini. Wow, ipo wow, nyingi so zote. Kuna hoteli zipo ambazo sehemu za geto sana, sehemu ambazo ndio hoteli ambayo unalipia dola hamsini kukaa usiku mmoja, lakini ukiangalia mazingira kama yake yamekaa geto sana na mazingira ambayo nikiangalia view nzuri pia nipo comfortable hata kulaza gari yangu nje naenda kulala, najua usalama wangu. Wa Marekani, ni sehemu moja ambayo ukipata usalama, usalama unakuwa mzuri, na ukikaa sehemu ambayo haina usalama ah, na hizo stories za masuala ya watu wanatembea na bastola watu wanatembea na bunduki, bora utafute location ya kulala sehemu nzuri, tulipia sehemu nzuri. So this location is so nice wanaita buji matajiri. <laughs> Eh, e, watu wenye hela wanaonekana. Nalala sana hapa na ingia kwenye usiku wangu ulikuwa mzuri kwa amani, hamna kelele nimelala kwa amani kabisa, niberi fresh maana langi. Hata nikienda nyumbani, akili yangu ipo clear, ipo tayari kuingia kazini Jumanne, maana tuna four days weekend, so I'm, I'm excited I'm happy, I'm excited, I'm happy. Enjoy na sometimes, kama unakwambia, sio kila kitu natakiwa huyo sio wakati uenjoy na mtu sometimes, unataka kuenjoy space yako peke yako. watu wanadhani kuenjoy hotelini, ukaa, kutembea lazima uwe na boyfriend girlfriend. Sometimes unaenjoy maisha yako peke yako, na is everything is good and fine. all right guys, nimetoka downstairs na nimechukua vitu kadhaa hapa kwa ajili ya uh, breakfast na vingine, na vingine nitaviweka kwenye gari wakati naendesha. Napenda sana kuchakua chakua kwa naendesha, so, subiri kwa hivyo chini. Nimepata hapa kofi ni kapuchino inatengenezwa na maziwa. Ni kofi ambayo inamiksiwa na maziwa yametengenezwa ya na Starbucks. Na hizi cookies, nifungue mlango afu tutaenda kuongea ndani. Subiri. Oh, yeah. Alright, so kama unavyoona hapo. Okay, hivi ndo vitu vya kupata. Hapa ni kuna hii coffee cake. Wenyewe wanaita coffee cake wa Marekani. Je, sidhani kama mshai kujaribu before? Sijawahi kula hii, hii coffee cake. Lakini ipo hivi. Inaitwa coffee cake. Em, tujaribu kwanza. Lakini kabla tujajaribu, kuna hizo hapo Lay's, uh, chips hizo. Ona. Afu, kuna biskuti hizi hapa. Alao, kama nipokuambia sio kama kila kitu nitakula sasa hivi. Kuna vingine hivi ninavyekaa kwenye gari, napenda nikiwa naendesha nisiwe bored. Ninapokuwa bored na vitu vya kuchakua chakua, kuna cappuccino yeah. And that's uh, pretty much everything. Maji yangu abiri nikachukua, nikanunua maji mengine, yep. Wacha nipate breakfast, simple breakfast guys, uh, sio kitu crazy. Kuna vitu kibao pale chini, lakini mimi napendaga breakfast ya kawaida, simple. Some days napenda breakfast nzito. Some days napenda tu breakfast ya kawaida. Tegemea na mood yangu. Uh, yeah. See you later. Alright, good morning guys. Kwa mara nyingine tena. Mshana The Blacksmith hapa. Nimetoka hotelini hapo. Nenda zangu kwenye gari yangu, chumba changu kilikuwa kumbuka ya yeah, so tumetoka hotelini, tumebeba vitu vyangu hapo, kama unavyoniona, nauli zangu kwenye gari. Nafikiria nirudi downtown, um, gari yangu hapo, nirudi downtown Jacksonville au nianze kuendesha kurudi nyumbani. Is currently saa mbili na dakika hamsini na moja asubuhi, so I still have a lot of time kabla sijaanza sija kuendesha kurudi nyumbani kama nataka, kama nataka kurudi nyumbani leo. Maybe I'll change my mind but hopefully nirudi nyumbani leo kwa sababu I still wanna go home bwana, nataka nenda nyumbani nikachill pia nyumbani bwana so, yeah. Oh God. All right guys, nyamaza, nyamaza, nipumzishe Nimeamua ni walete downtown, nimetoka uh, ni hotelini. Nimeamua niwalete kwenye magorofa yenyewe, mnaopenda magorofa, maana watoto wa da mnapenda magorofa, ni walete downtown. Right okay, watoto wa da okay. Amuani okay, Google, I will do that. Yaani Marekani bila kumsikiliza Google unaweza kupotea. Google ndo kila kitu, Google ndo mwenyeji wako okay Continue on Florida 10 West for one mile. Watoto wa bongo si mnapenda magorofa, mamua ni walete kwenye magorofa, maana kila mtu anakimbilia New York City wakija Marekani, kila mtu sijui anakimbia Francisco wapi sijui miji mikubwa, aya basi sipiti walete kwenye miji mikubwa yenye magorofa, mnapenda magorofa. Kwa hiyo nimetoka hotelini leo asubuhi nimecheck out uh, kabla sijaamua kwenda nyumbani, kasema msubiri niwapitize yenu msije mkanilaumu na nidai mia mtakuwa mnidai chochote. ili daraja alafu kuna huo mto watauona huo mto, alafu kama hiyo daraja lipo. yeah, this downtown, ndo maana nimeamua nilale bwana, hii sehemu Jacksonville is very very beautiful man, I'm not gonna yeah, it's really nice, kama nilale hapa y nimewaleta downtown Jacksonville sehemu bwana, imetulia sana, imetulia. Uh, sema kitu kimoja bwana, miji uh, miji mikubwa, mimi kinachoniboa au kitu ambacho akuwa kidogo kinanifanya nisiwe comfortable sana ni, uh, ni watu ambao uh, uh, uh, wengi ambao wanatumia madawa, unajua madawa kulevya na vitu hivyo vya ajabu ajabu, vyote wengi ndio wanakuwa wanakuwa na, utawaona miji mikubwa so sometime uh, kupaki gari yako, alafu kaondoka yani unakuwa na yani so uh, kwa ujisi amani yani yani. Umeona nimepaki gari yangu kule uh, cool, eh? lakini na amani amani yani, alafu pia kutafuta sehemu ya kupaki gari ni ngumu sana, mji mkubwa ni ngumu sana, kwa maana watu wengi wanaokaa miji mikubwa wanakuwa nafanya maamuzi, sio wote so lakini wengi wanafanya. Mfano mtu kama anapanga au anakaa mji mkubwa, labda seme, labda mji kama New York Watu wengi wanaokaa kama mji New York wanakuwa wanafanya maamuzi ya kutonunua gari, kwa sababu gani? Ni kwa sababu pesa kibao, so, mtu anaona, ah ninunue gari alafu naingia ofisini labda katikati ya jiji la New York na paki wapi? Hata nikipaki, bado kulipia. Yani nafanya masaa kazi labda nafanya masaa manane, tisa, ngapi whatever ama masaa tisa yote nalipia kulipia paki. Mtu aweze kufanya ujinga huo? Umeona, hata kuendesha pia ni traffic, eh, traffic nyingi sana. Kama unaona traffic za Dar es Salaam pale ikifika mida ya jioni au mida ya asubuhi, hata naenda kazini the same thing. Miji mikubwa ya Marekani traffic inakuwa inakera. Sasa ikifika mida ya kazi sasa hivi asubuhi papo pamedorora, papo kimya, very nice, quiet. Watu wanafanyaje? so, so mtu anaamua, uh, asiwe na gari au anapiga zake miguu, kwa sababu pia ofisi za miji mikubwa mara nyingi zipo karibu, yani unatembea kifua kama kama hivi naezaatembea nkatembea nikaenda sehemu nayoenda bila kutumia gari, sometime kuna treni zile subways. Sana, nakuwa, sana, na subway ezile, lakini sisi tunapokaa huko kuleuwezi ukakuta mizigo kuleakusafiaeaakuta so, treni za kusafiisha watu kubwa tren zinakuwa zile subway zipo za kutosha. Kwa hiyo unaweza usiwe na gari ukatumia tren kuenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au kaita Uber, Lyft, whatever, Bolt, ukawa natumia hizo taxi moja, kwa hiyo usiwe na gari, lakini ukawa nalipa hivyo, au ukawa na viskuta hivi baskeli hivi baskeli hivi nini. Watu wengi Marekani wanatumia sana baskeli kwa sababu pia, au uh, viatu vya matairi vile viskuta vile Eh, inakuwa, kwa Marekani ni rahisi kuwa na hivyo vitu, kwa sababu sasa mjini, kwa sababu sehemu kama hizi ukiwa na viatu vya matairi unatembea kwenye sidewalk, sidewalk, kama hizi, hauna haja ya kutembea kwenye barabara, kwa unatembea huu kwenye sidewalk, na bado una, ha, sio kama kuna michanga labda itakuzuia, ukiwa na viatu vya matairi hujui utaendeshaje viatu vyako vya matairi, kwa unateleza tu, unaenda unapoenda. Mona tofauti na nyumbani za mtaamu Bongo, za mtamu unaweza kukuta usikute sehemu kama hizi zilizokuwa zimepeviwa. Kwa hiyo ukiona viatu vya matairi na utegemea bidi upite barabara kubwa. Barabara barabara kubwa, nao ukutana na magari madaladala manini, ukigongwa shauri zako, lakini huku hauna haja ya kutembea barabara kubwa, unapitia humu kwa pita miguu, una viatu vyako matairi. Yeah guys, mwona zi parkings. Shida jamaa huko nyuma anatukana, shat the fuck up. Ndio maana nakwambia, ukija miji mikubwa utakutana na watu kama hao, wenyewe tunaita crackheads, machizi. Umeona dawa hizo za kuweka spininde hivi

Hi guys, mona Ma taka na niwatembeze kidogo, nawatembeze kidogo Jacksonville. Hii hey, ni Florida Jacksonville, Florida. Alright, jamaa anavyoenjoy maisha scooter nakista. Hapo kimya leo, juma leo oh, ni Juma mosi pia. Nnashangaa mbona pamedorora sana downtown. Ni kwa sababu pia ni Juma mosi leo. Umeona? Juma mosi, alafu pia ndo kwanza asubuhi, sasa hivi saa 4 asubuhi, ndio maana. Oh. All right, guys, nimerudi uh, nyumbani. I'm sorry. Sikumalizia vlog yangu nivyozunguka mjini pale downtown uh, like, lakini nimeamua nirudi nyumbani tu kwa sababu leo Jumamosi nalitaka nirudi nyumbani enjoy uh, nyumbani pia uh, na good news, nimefika nyumbani nimepata kibahasha kutoka kwa Google AdSense uh, a jamaa, mnawajua Google AdSense, kwa sababu tunafanya YouTube. Ichukue uh, mda huu ku kuwashukuru subscribers wangu supporters wangu, ambao mna support content zangu uh, YouTube na social media zote lakini sa, for so far, YouTube, right? uh, tumeanza na subscriber mmoja tukaenda kumi mia moja. Kila kitu kina unahitaji uongeze put effort, right? tume put effort tumepiga kazi tumeanza subscribe moja mpaka subscriber elfu moja mi nilipata nili, nili nilikuwa uh, wanasemaje? Uh, wanasema monetized, mi nikuwa monetize tangu ni, na subscribe elfu moja subscribe, nisha monetize kitambo. Hii tu ni ni kwa sababu ukichenja address, ukichange address kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine, uh, unabidi ureport kwa YouTube mona, alafu wanakutumia hii bahasha, inakuwa ina code, unaingiza kwenye uh, akaunti yako, ili mradi wajue upo wapi maanake hata wanapokutumia uh, payment wajue wana wanakutumia wapi, na vitu yani vyovyote dokumenti zote wanataka kutumia wakutumie nyumbani kwako, so wanabidi wajue wanapokaa. So hii so, uh, ni kama kodi hiyo, pesa jamani, wala sio nini, ni kodi tu, humu ndani zipo uh, ambao natakiwa niingiza kwenye akaunti yangu ya Adsense, YouTube na, ila tu nataka niwachie na nyinyi, lakini pia niwashukuru watu wote ambao wana subscribe channel yangu, wa subscribe yangu kama nilivyosema tumeanza subscriber mmoja leo tupo na subscriber elfu tisa tunaenda elfu kumi Na pia kama mgeni, please subscribe tufike subscriber elfu kumi So far we doing so good. Nipo home eh, ilikuwa safari ndefu, nimeenda nimezurura, nimetembea, nimeenjoy, finally nimerudi, nimerudi nyumbani. Nashukuru Mungu nimerudi salama. Yeah, I'm happy and uh, let's enjoy our room na mpango wa kufanya chochote, nikacheza game sijui nini. Yeah, I'm glad I'm back. Wacha tufungue hii kitu tuangalie, wametutumia hii kodi, tuingize tufanyaje? Baba, bye bye.